Eh, habari, uh, hii ni Mifugo Digital Limited. Na unaweza ukajiuliza niko wapi na ninafanya nini na kwa muda gani. Hapa nyuma yangu kuna vifaa vingi sana unaweza ukaviona, yani kuna korokolo nyingi sana na kwa kuzitizama tu unaweza usielewe ni nini, ama pengine huenda ukazani niko geleji ama katika shughuli zingine. Hapana, hizi ni shughuli zetu za kila siku, shughuli za ufugaji na unachokiona pale ni vifaa ambavyo vinatumika katika matengenezo ya keji za kufugia kuku. Kwa hiyo unaweza ukaona zinakuja katika mfumo ule pale, na zinatakiwa zifungwe katika structure nzuri ili ziweze kuleta lile umbo. Na sisi, hizo ndo kazi zetu tumekuwa tukifanya sana. Tunafanya sehemu nyingi, iwe mikoani, iwe nchi za jirani hapa, tunafanya si Kenya si Uganda, tumefanya sana tutakuonyesha baada ya kufanya installation. Keji yenyewe ina uwezo wa kuchukua kuku elfu kumi. Kwa hiyo tutakuonyesha baada ya kumaliza installation nzima, mpangilio mzima, jinsi ambavyo itakuwa.